Wakili wa kujitegemea Boniface Mwabukusi anasema msingi wa mashtaka dhidi ya Tundu Lissu ni kama msingi wa mashitaka ya Wayahudi dhidi ya Yesu. Ameandika siku nne zilizopita katika ukurasa wake wa Facebook, akisema kama msingi wa amani na uhuru wa taifa lolote ni kuua demokrasia. Anasema kama msingi wa amani na uhuru ni kukosa wajibikaji na uzalendo katika rasilimali za taifa anasema kama msingi wa amani na uhuru ni watu kutekwa na kupotea. Anasema kama msingi wa amani na uhuru ni kutweza utawala bora na utawala wa sheria. Anasema kama msingi wa amani na uhuru ni kiukwaji wa katiba na haki za binadamu, anasema basi tulifanya makosa makubwa ya msingi kupigania uhuru na ni uzembe kuendelea kuadhimisha uhuru tuliopata by default. Anasema uhuru na amani ya kweli inajengwa katika misingi ya katiba, utawala bora, utawala wa sheria, haki za binadamu na uhuru wa mahakama. Anamaliza akisema msingi wa mashitaka dhidi ya Tundu Lissu ni kama msingi wa mashitaka ya Wayahudi dhidi ya Yesu. Baadhi ya wasomaji wake katika ukurasa huo akiwemo Wilisoni mwa Mpamba anasema CCM sio chama kibaya, ila viongozi wa chama hicho ndo wabaya, hawaheshimu wananchi, wanawaona wananchi ni mabwege na mafara. Sijui wanataka nini, sijui wanaogopa nini, wakati wao ndo wanaoongoza serikali. Yaani, wanategemea polisi kwa kila kitu, tena kwa ujinga huo. Si ameandika mambo mengi hapa. Huyo Wilson ni mwampamba. Mary Haruna anasema ninaamini uchaguzi ukifanyika kwa uhuru, amani na haki, kuna chama kitajikuta kinakabidhi kina madaraka kwenye chama kingine. Charles Moshi anasema kwa mtizamo wao, kutawala kwao kwa ni kuwa na amani itadumu, ila chama kingine ni adui na kitaleta machafuko, ndivyo wanataka watanzania wajue hilo, kuanzia vijijini hadi mijini. Deo Mbuba anasema huwezi kuwa na chawa wengi kwenye nchi alafu tegemea amani. Emmanuel Temba anasema hongera sana kaka Mwabukusi, hakika umekuwa mstari wa mbele, wa mbele kuwatetea na kuwapigania Watanzania, japo wengine kutokuelewa na wengine kukubeza, lakini usikate tamaa kwani wakati wa Bwana uko karibu. Mungu akulinde na mabaya yote. Ahmed Shaibu anasema kuna mzee juzi nimemuuliza kwa nini, kwani mzee wangu mliwafukuza koroni ili weje? Hana majibu ya maana, mara aseme ili kujitawala. Nikamuuliza mwanao akitoka nyumbani kwako akaenda kujitegemea, alafu kila kitu anahitaji kwako, mfano sabuni, chakula, wembe za kunyolea na ndevu na kadhalika, utasema anajitegemea. Faida bin Zakaria anasema kwa sababu ya damu ya mtu mmoja mdogo sana kutoka nchi ndogo sana, dunia ikaingia kwenye machafuko. Usipuuze maumivu ya mtu mdogo unayeweza kumfanya chochote kwa sababu una nguvu nyingi. Okta, Okta anasema kaka uhuru aliyoupigania Nyerere umetekwa na warithi wake wakaufanya kama vile ni uhuru wa wachache, na ukitaka kushiriki sharti usitofautiane nao. ni wagira omu kama anasema wataelewa tu. No reform no election. Monica Shirima anasema kuna mmoja nimemsikiliza leo, anaomba viongozi wa dini kutojihusisha na siasa, badala yake wahubiri ya madhabahuni tu Nimemwangalia iliawaweza ni wawaza moyoni Mungu anisamee tu ila mwisho wa, wa ubaya ni aibu. Unamtesa binadamu mwenzako kisa madaraka na wizi, hutaisha milele, hautaishi milele. Anasema wenye akili timamu wanaweza vipi kuwa na mfumo huu wa uchaguzi kichaa. Kifanya mambo yanayoendana na kicha wake, utacheka vipi isipokuwa kama lidhani kuwa ni timamu. Justin Lobulo anasema, na kama msingi wa amani ni kwa kiongozi pekee wawe nayo, hata kwa mtutu wa bunduki. Angalia wananchi, hiyo amani awayoni hasa kwa maisha ya mtaani tunayoishi, ambayo barabara ya mjini isiyozidi kilomita tatu inatengenezwa aishi ni kama miezi kumi sasa, ni kero kwa wananchi kushindwa kupita na mkandarasi kutotoa ama kuandaa njia mbadala kwa watumiaji, hiyo si amani. Ipo barabara mkoa wa Mbeya mjini, kata ya Itezi inayoanzia kata ya Isyesye kwenda mpaka Rerini. Mheshimiwa Mwabukusi, ni kero. Uliza wenye bajaji tunazopata panda kutoka Kabwe, na uliza wananchi wakueleze kero inayotupata. Kwanza kwanza, nauli ni elfu moja kama si mara nyingine elfu moja na mia tano badala ya mia tano hadi mia nane. Hatuna kumweleza kero hii, tutaeleweka tukaeleweka. Vifusi vinamwagwa barabarani havitawanywi. Kwa kifupi, mkandarasi ahamishwe, amalize, ahamasishwe amalize hiyo kero. Hiyo ni taswira ya moja yanayotukosesha amani kwa wananchi wa kawaida. Faresi Muganda anasema kweli kabisa. Loi Mbisi anasema tatizo ni kwamba ukishakuwa msisiemu, hata uambiweje uwezi kusikia wala kuona kwa kuwa unakuwa ushalanika damu ya watu, sio sio wa maji. A anasema kwani nchi zingine wanawezaje? kwani au. Basi asante. Mwakanyamale anaweka picha Traore hapo na maelezo kidogo. no, but, Lukas asema Amina. Godwin Isa anasema nafikiri Sharamira na watu wake elewe hivyo, na kamwe hataweza kutufanya sisi choache kwenye mahakama kwenda kwenye mahakama kuzuia ya kesi ya hovyo na yatulikua taifa letu. Lusungu Watson mgeni anasema wao bado wanajua Watanzania ni wale wale mwaka 1980, kwa sasa tunajielewa, tumesoma sasa sheria nachua haki zetu tunasijia tuna anamaanisha nini huyo bwana Lusungu Watson? Naona anaasira kweli kweli. Hii ni habari ambayo ipo kwenye ukurasa wa Facebook wa wakili msomi huyu, si mwingine ni Bonifasi Anyisire Mwabukusi, ambaye pia ni raisi wa wanasheria nchini ama chama cha wanasheria Tanganyika, TRS, ambaye anasema kama msingi wa amani na uhuru na taifa lolote ni kuua demokrasia, basi msingi wa mashtaka dhidi ya Tundu Lissu ni kama msingi wa mashtaka ya Wayahudi dhidi ya Yesu. Hii ni Nyikani TV, karibu kwa maoni yako.